Ladies and gentlemen, mimi ni mabibi na mabwana, kama ndo kwanza unafungua channel hii, basi hujakosea kabisa. Swali ni je, unawezaje kuimba nyimbo? Unawezaje kutunga mashairi? Unawezaje kutengeneza wimbo kama wa Pokremend Matthias Warichupa au Lozi Mwando? Kama hilo ni swali lako, hapa ndo mahali sahihi kabisa. Naitwa ni mwandishi wa nyimbo za gospel. Wako wengi ambao nimewaandikia, lakini nitaomba ridhaa yao niwataje hewani na kama hawatoridhika, basi na kama wakikubali, nitawataja ili kuwa uh, shuhuda kwa watu wengine. Leo nafundisha unawezaje kuwa mwanamuziki na unawezaje kutengeneza wimbo wa kwako na ukaupload YouTube, na ukatengeneza fedha nyingi na ukafanya huduma na Mungu akubariki kupitia huduma uliyokuwa nayo. Ziko njia nyingi lakini, leo naeleza njia moja tu ambayo watu wengi wanaitumia na watu wengi inawapatia nyimbo nzuri zaidi.